Mbaya. Hamna usafiri. Umekuwa hapa kwa kama muda gani? Kama saa mawili. Una unaelekea mjini uh, kazini, unakwenda hospitali, unakwenda kufanya shughuli gani? Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hali ya usafiri? Hali ya usafiri ndugu yangu, ndo kama unavyoona gari linalopita, ndo vyombo vya usalama ndo vinazunguka zunguka tu. Abiria wote atunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna. Tulikuwa tunaelekea makazini usafiri, yama vituo vya mafuta vimefungwa, kwa hiyo hamna daradala inayobeba raia kupeleka makazini mwenyewe. Hapa, niko hapa, karibia nusu saa sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke, kwa hiyo hamna usafiri wowote. Unajishughulisha na nini? Nafanya ulinzi kwenye kampuni moja ya binafsi nasubiri usafiri eh. hali iko so? Vipi hali sawa? Nzuri. umekwepa kwa muda gani? kama masaa mawili, kama masaa mawili. Mm, hakuna -hmm. daladala unajaribu una kukwenda wapi? Naenda mjini. Ah, una. unaenda kazini unakwenda sokoni? Nakwenda kazini.